Gani mkataba huu unaenda kuleta taswira tofauti katika nchi ya DRC. Lakini je, Marekani ndiye mpatanishi sahihi kwa wakati na mazingira kama ya sasa? Mimi ni Raymond Nyamwihula, hii ni Chekeche, uchambuzi wa siasa na diplomasia za kimataifa. Katika kuliangalia hili, tunaye Godwin Gonde, yeye pia ni mchambuzi wa diplomasia na siasa za kimataifa. Gonde, karibu sana. Asante na nafurahi kuwa nawe. Hawa mabwana watatu ndio wanaotuweka hapa, naam: Paul Kagame, Donald Trump Felix Shisekedi uh, Kimonekano wamevaa tai zenye rangi hii, ni blue hey, ni blue ndio. Maana yake nini? uh, kwenye diplomasia, rangi ya blue ni amani. Ndio maana mm. tunaona walinzi wa amani eh, tunaita blue beret sawa hey. wanavaa ile katika maana ya kuonyesha kwamba ni watu watulivu wanaoamini okay. katika kusuluhisha mambo kwa mazungumzo mm. na si kwa kutumia nguvu mm. Kwa hiyo ni maana moja hapo kubwa sana katika kutoa ujumbe kwamba wako hapo katika kuleta ujumbe wa amani kwa manufaa ya utu mm. wa Mkongomani kwamba wako tayari, wako kwa tayari <laughs> wako hapo <nita> kwenye utayari hapo. <laughs> <ya> <laughs> Pengine kuna mtazamaji ambaye anatuangalia hapa anajiuliza kwamba kama inazungumziwa amani mashariki mwa DRC mm. kwa nini kwenye mkataba huu Rwanda yumo? Uh, Rwanda yumo kwa sababu ni mshirika muhimu katika uh, uh, ukanda ule mm. na mengi yamezungumzwa eh, eh, katika ushiriki wake wengine wakimtuhumu labda kuvisaidia baadhi ya vikundi vya waasi ikiwemo M23, lakini imeonekana pia serikali ya Kongo kupitia rais wake na baadhi ya mawaziri kumtuhumu Paul Kagame binafsi hmm. kushiriki na hawa waasi, lakini ushiriki wa Rwanda katika kuisaidia M23 pamoja na vikundi vingine kuifanya Kongo kuto kuwa imara hmm. Lakini vile vile tumeshuhudia hawa viongozi wawili wakirushiana maneno, wamerushiana maneno makali sana, kila mtu kwa wakati wake akionyesha kwamba haumngogopi mwenzake, mpaka kwenye jukwaa la unga, mpaka kabisa hawakuogopa hilo, huyu Akio, e, e, Felix akionyesha kwamba E, Kagame anawanyanyasa. Kagame anatumia e, nguvu alionayo na ushawishi alionayo kuweza kuifanya Kongo kuwa mm. nchi isiyotawalika mm. lakini e, Kagame naye akimuita, kuna muda fulani, wewe ni dereva taxi tu e ambaye si, haelewi kwa nini umeweza kupenya penya mpaka kuwa rais. <laughs> Sasa tayari hawa ni wakuu nchi, na ndio maana kuwaita pamoja, kuna e haja ya kuweza kufanya hivi mm -hmm. Huu ni mzozo wa muda mrefu barani Afrika kama ambavyo pia tumeangalia kwenye utangulizi mm, na mara zote kama ambavyo umetoka kusema hapa kwamba uh, DRC imekuwa moja kwa moja na mtuhumu Paul Kagame kwamba anahusika na tatu kwa kundi la M23, ambao pamoja kwamba kuna makundi mengi, lakini M23 ndio ambao wanaonekana wana nguvu mm. Rwanda amekuwa na kataa mm, lakini kuingia kwake kuusaini mkataba huu maana mm. yake nini sasa, pamoja kwamba amekuwa na kataa e, kimkakati, jibu la kukubali na kukataa yote ni majibu. Lazima utumie akili nyingi katika kuhakikisha kwamba unalinda sura ya nchi yako. Sasa naye inapokuja suala la kuoneshwa kwamba anashiriki kum, kumkandamiza Mkongomani, lazima akatae kwa sababu kuna Wakongomani e, wenye asili ya Rwanda na kuna Wanyarwanda wengine wenye asili ya Kongo. Sasa e, akionyesha ushiriki wake moja kwa moja mm. au kukubali kwake kwa kwamba ndio anafanya hivyo Aa, ataweza kupata vikwazo hata e, mm. kwa nchi za, za Afrika Mashariki zinazomzunguka kwa sababu kati ya moja ya makubaliano yetu e, chini ya SADC mm. makubaliano yetu kwenye East African Community yeah. ni kuhakikisha kwamba e, e, tunasaidiana katika kuhakikisha kwamba mataifa yetu yanakuwa mm. na amani, na amani. E, lakini hivi vikundi vya e, ishirini na tatu mm. E, wengi wame katika taarifa nyingi zinaonyesha kwamba e, silaha zao wamekuwa wakipata kutoka, kutoka Rwanda mm. Lakini Rwanda imejitenga na swala hilo okay. Lakini kuwepo katika mkataba huu mm. ni mkataba ambao kwenye sura ya kidiplomasia unaonekana ni mkataba wa kutafuta suluhu ya amani mm. Lakini kwenye sura ya kisiasa inaonekana kuna ajenda ya makampuni ya Marekani mm. kuweza kuchimba e, dhahabu na madini mengine mm. katika upande wa Rwanda mm. na upande wa Kongo. Kongo, kwa hiyo amani katika ukanda huo mm. inainufaisha e, Kongo, inainufaisha E, Marekani na inanufaisha Rwanda vile vile. Kwa hiyo ushiriki wao uko katika e, muktadha huo vile vile. Uh, tambo za de, Rais wa Marekani Donald Trump ni kwamba sasa baada ya miaka kadhaa ya mapigano uh, huu ni wakati sasa ni wa amani na kunufaishana kiuchumi kama pia umegusia hapa mwanzo hmm. Kwa nini mkataba huu tuuamini? E, tunauamini huu kwa maana kwamba walau hawa wawili wamekaa meza moja mm. Yaani, hilo kwangu naona ni hatua kubwa okay. Hawa watu ni watu kuna kipindi walikuwa wanashindwa wali kukutana, mm. hata sisi tuliweza, Afrika Union iliweza kuitisha vikao, SADC iliweza kuitisha vikao. Ndio. Kuna wakati kwa tunaona mwingine yuko tayari kufika, mwingine yuko radhi kuhudhuria eh, kwa njia ya mtandao kwamba hawezi kukaa, lakini mm. wao hukaa pamoja na kujadili kwenye masuluhishi yoyote, kukaa pamoja meza moja mm. ni hatua kubwa kuliko mtu anavyoweza kuifikiria mm. Kawaida sasa, namna gani makubaliano yatamfikia mtu Kusabu, nchi, wa chini sasa, kwa sababu ninyi mmekaa ni wakuu wa nchi, ndio watu wa maelekezo kwa wale ambao wanawasikiliza, lakini kuna wananchi wa chini ambao ndio wanakaa kwenye eneo husika mm. Wao huenda hawaridhishwi na makubaliano yanayofanyika. Na, na na kwa hiyo inahitajika mm. msukumo kutoka kwenu kuweza kuwasukuma. Kwa hiyo ni e, e, unaweza usifanikiwa kwa asilimia mia moja mm. Lakini ukafanikiwa walau kutoa mwanya kwa hatua nyingine. Makubaliano mm. siku zote ni, ni mchakato, mchakato. E, tulianza mwezi wa sita tumefika sasa hivi, huenda mm. tukaendelea hata kwa miaka kumi watu wakawa wanasaini wanasaini wanasaini, mpaka mwisho wa siku watachoka, makubaliano yatapatikana. Kwenye hiyo dhana ya kwamba makubaliano uh, ya amani ni mchakato mm. kuna wengine wameibua hoja kwamba katika ile tukio la Washington mm uh, matukio yote pengine labda kama walifanya wakiwa huko ndani lakini, mm. unasema -hmm. katika matukio yote mm -hmm. hamna sehemu ambayo wameonekana wale mabwana wawili eh. wakiangaliana usoni <laughs> hamna sehemu ambayo wameshikana mikono hadharani wa hamna sehemu ambayo hata wamekumbatiana kwa sababu ya uzito wa tukio lenyewe, au kuonekana wanazungumza ile uso kwa uso, uso. uso. uso. wengine yeah. inaongeza mashaka mapema kwamba hii tu yona taswira ndio uhalisia wenyewe kwamba tunapoenda huko hamna lolote hapa <laughs> bonde eh, ni kweli uh, wanasema hali ambayo ipo kwa sasa ni hali ina tension yani ina, ina, ina ina huwa lakini fulani hivi. Lakini umeona hata wakati picha ya mwanzo pale, wakati wanatoa kuonyesha hati zao, yeah. Rais wa wa Kongo, yeye alikuwa ameifunika yeah. lakini mwenzake alishindwa kumwambia kwamba tunazifunua, <laughs> tunazifunua. <laughs> Alimwacha tu hivyo hivyo. Sasa huwezi kumwambia bwana, unakosea kumwambia tu bwana, ifunue huyo. yeah. Yuko tayari kupokea maelekezo yako? yaani yeah. yeah. Anaweza kusema sifunui, sasa na hakuna kitu unanifanya. Itatoa <laughs> picha nyingine mbovu katika jamii ya kimataifa mm. Lakini tunaamini kwamba ni tension tu ni tension ambayo inatokana na kila mtu ana la kwake moyoni, na la, eh, kila mtu ana jambo ambalo umetumia umma kuwaelezea mabaya yangu sasa. Mm. Nani anakubali kushuka chini? Mm. Ni swala ambalo litahitaji hatua kwa hatua hatua kwa hatua mpaka pale ambapo hii tension yao itashuka. Mm -hmm. Na siku zote, Raymond, makubaliano au kusaini si lazima iwe kwenye ofisi. Yaani, yeah. Si lazima iwe kwenye ofisi, mnakaa mnajadili. Mm -hmm. Anaweza kutokea msuluhishi mwingine akaamua tu akaangalia Rwanda wanapenda kitu gani, Kongo wanapenda kitu gani, mm -hmm. wakaamua kutengeneza kwenye michezo, kwenye gofu hivi mm -hmm. waka waka watu wakazungumza, wanaweza kuamua kukaa kwenye wakaandaa chakula, wakaandaa vinywaji, watu wakiwa wanakunywa whisky, mm -hmm. wanaongea kumbe mazingira pia yanaweza mm -hmm. kawafanya hawa watu wakabadilisha ule muktadha wa kuona hili swala liliko serious sana mm, na kuona kwamba kuna uhaja ya kutafuta suluhu ya kudumu mm, na wote wakakubaliana miongoni mm -hmm, uh, mwa mambo ambayo yamezungumzwa kule Washington, nitanukuu maneno machache tu hapa mm -hmm, uh, baada ya kumsikia kumnukuu uh, awali Trump, rais Tshisekedi yeye kwenye hotuba yake alisema kwamba mkataba huu ni mwanzo wa ukurasa mpya wa kuifikia amani ya kweli, na kwamba nchi yake itatoa ushirikiano wa kutosha kwa wadau wote wa mzozo huu kwa kuwa anaamini makubaliano hayo yataheshimiwa na amekuwa na mashaka sana kwenye kuheshima makubaliano mbalimbali mm -hmm. Lakini mwenzake Kagame anasema uh, pamoja na kwamba kunaweza kuwa kuna kupanda na kushuka kwa maana ya utekelezaji wa mkataba huu, lakini nchi yake itatimiza wajibu wao wa utekelezaji na kufanikisha makubaliano hayo, na akisisitiza kuwa mafanikio yake kwa maana ya mkataba huo yanabebwa zaidi na viongozi wa Afrika mm -hmm. Una, una nini katika kauli hizi? Kauli kwa, nikaanza na hii ya mwisho ya Raisi Paul Kagame. Paul Kagame e, ni mtu ambaye anajitanabaisha kama e, mwana majumui, mtu ambaye angependa sana kuendana na ile kauli ya mm, ojite ya suluhu ya Afrika kwa matatizo ya Afrika, Afrika. Na mara nyingi amekuwa akizungumza na kuonyesha kwamba e, sisi ni Waafrika tunaweza kuwa na suluhu yetu. Kwa hiyo kwake ni kama aibu fulani kuwa pa Marekani chini ya Trump kufanya hivi, mtu ambaye anaamini kama Waafrika wanaweza kuwa na suluhu. Kwa hiyo ameonyesha tu kwamba labda hii iwe ya mwisho, sisi kuja huku kutafutiwa suluhu na mzungu, mzungu ambaye au mkoloni tuchukulie kwa, kwa jina hilo, mzungu ambaye kwa namna moja au nyingine tumekuwa tukipambana naye kumuonyesha kwamba tunaweza tukajisimamia wenyewe hmm. lakini kauli ambayo ameitoa eh, Mheshimiwa Rais wa Kongo Felix, yeye anaonyesha eh, hofu yake hmm kwamba itawezekana vipi kuheshimu makubaliano haya? Kwa nini? Kwa sababu ya historia ya mikataba mingine ambayo e, e, e, nchi jirani au vikundi ambavyo vimekuwa vikisaini e, wamekuwa wakiikiuka mara kwa mara na hakuna hatua ambazo zimechukuliwa. Sasa anaamini kwamba huenda e, kuna mbinu wamepewa hawakusema, kwa sababu mnapofika kwenye makubaliano, mpaka mnaenda kwenye vyombo vya habari, mlianza na majadiliano ya siri majadiliano ya ndani mm -hmm. Mkakubaliana, kwa hiyo kuna baadhi ya vitu labda mbinyo kutoka kwa nchi ya msuluhishi ambaye ni Marekani e, au watu ambao walikuwepo pale, kwa sababu kuna viongozi wa Afrika ambao walienda pale mm -hmm. kuonyesha e, solidarity umoja, na kwamba wanahusika wana na amani ya eneo hilo. Kwa hiyo e, e, viongozi wa Afrika mm -hmm. wanataka kuonyesha kwamba na sisi tuna tuko pamoja nanyi kutafuta mm -hmm. hii amani ya kudumu mm -hmm. kwa hiyo yeye ameonesha hofu lakini hofu ambayo ni kiongozi yoyote ambaye anaongoza nchi ambayo hana, hana mamlaka nayo ya asilimia mia moja kuitawala, angetamani kuwa sawa na viongozi wengine, ambapo ana uwezo wa kutoa maelekezo na nchi nzima, mashariki na magharibi, kaskazini na kusini mm -hmm. wakaweza kutii na kusonga mbele mm -hmm. lakini kwa sababu ni swala la muda tuupe muda muda, mm. e, ambao utaturuhusu kuona je, yale ambayo yamesainiwa <laughs> yanaweza kuwa na majibu <laughs> sawa sawa. Godwin Gonde huyo yeye ni mchambuzi wa diplomasia na siasa za kimataifa, tukiwa hapa katika mjadala huu na kikubwa tukiangalia amani katika eneo la mashariki mwa DRC, rejea yetu ikiwa ni mkataba wa amani wa ambao unasimamiwa na Marekani ukiwa umesainiwa kule Washington na ukiwa unahusisha DRC wenyewe na upande wa Rwanda ambao umekuwa ukitajwa moja kwa moja kuhusiana na kundi la M23 ambalo limekuwa likileta kadhia kubwa katika eneo la mashariki mwa DRC. Hii ni sehemu ya kwanza, tutarejea hivi punde. Tafadhali usiondoke. Kushukuru sana kwa kusalia nasi na karibu. Hii ni sehemu ya pili, ni kipindi cha mjadala wa diplomasia na siasa za kimataifa. Hii ni Chekeche. Mimi ni Raymond Nyamwihula, na tukiangalia amani ya mashariki mwa DRC ambako kwa miongo mitatu kumekuwa na machafuko ambayo hayaishi, na hasa wakitazama kundi la M23 kutokana na maasi ambayo wamekuwa wakiyafanya na kusababisha madhara kwa maelfu ya watu. Kwa sasa kinachotazama na dunia ni utekelezaji wa mkataba ambao umesimamiwa na Marekani, na mkataba huu unatajwa kwamba ni wa kihistoria, ukitarajia pengine kubadilisha ambayo imekuwa inajitokeza katika eneo hilo. Ni kwa namna gani mkataba huu uaminiwe? Ndicho ambacho kwa sehemu kubwa pia tunakiangalia kwenye mjadala huu. Sasa, miongoni mwa watu ambao pia tulitaka kupata maoni yao, bahati mbaya kwa sababu za kimawasiliano na mtandao kule nchini DRC, tumeshindwa kufanikisha hilo, lakini tumemuuliza mwandishi wa habari Silvanus Karemera ambaye yeye pia anafuatilia kwa karibu siasa za mash Afrika Mashariki, lakini pia eneo la Mashariki mwa DRC, na kwamba saa chache baada ya makubaliano yenyewe kumesikia kama mapigano katika eneo hilo la mashariki mwa DRC. Nadhani kitu ambacho watu wanazungumzia hapa ni kwamba kwa, kwa kweli makubaliano haya inawezekana asizae matunda kwa sababu, uh, nguvu imeonekana kuelekezwa kwa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wanaopigana pale mpaka sasa hivi Uh, sio Rwanda na Kongo. Ni serikali ya Kongo na waasi wa M23 ambao kimsingi na raia wa Kongo na ambao wanaendelea kuchukua maeneo mbalimbali kule mashariki mwa Kongo. Kwa hivyo, watu wanasema kwamba pamoja na kwamba Trump na watu mbalimbali duniani wameshapa sana kwamba uh, inawezekana mapigano yakasimama ya lakini sasa hivi mpaka ninavyozungumza mapigano bado yanaendelea. Kwa sababu gani? Kwa sababu sio jeshi la Rwanda ambalo linapigana pale na jeshi la Kongo, hapana. Kwa hivyo wadadisi wa kisiasa na baadhi ya wananchi hapa wanasema kwamba angalau serikali ya Kongo ichukue muda mrefu sana ama nafasi kubwa kuweza kuzungumza na wale wanaopinga serikali hiyo kuliko kupoteza muda sana uh, kuweka mikataba ambayo kwa kweli hailete mabadiliko katika, katika mapambano. Uh, hapa labda kwa faida ya msikilizaji na mtazamaji ni kwamba kuna mikataba miwili, kuna mkataba wa Doha ambao unakutanisha serikali ya Kongo na M23, lakini pia kuna mkataba huo wa Washington ambao umesainiwa kati ya Rwanda na, na DRC. Huu ni mkataba ambao unataka kuleta maridhiano miongoni mwa nchi mbili, kwa sababu Rwanda inashutumu DRC kwa kuunga mkono waasi wa kihutu wa FDLR, lakini wakati huo huo serikali ya Kinshasa inaituhumu ina Kigali kwamba inaunga mkono waasi wa M23. Sasa mkataba huo haujaonekana kusaidia sana katika kurejesha hali ya mambo pale kwenye mapigano. kwa, kwa, kwa hivyo kimsingi na, na, na kwa ufupi ni kwamba watu hawana matumaini sana na mkataba huu kwa sababu uh, kinachotakiwa hapa ni kusimamisha mapigano uh, lakini mpaka tunavyozungumza sasa hivi kwa kweli mapigano yanaendelea. Akiwa pale Kigali, nchini Rwanda, lakini anafuatilia kwa karibu sana siasa za Maziwa Makuu, tunaye Godwin Gondi hapa, mchambuzi wetu wa diplomasia na siasa za kimataifa. Tumemsikia Karimera, uh -huh. Na anajaribu kutupisha katika baadhi pia maeneo anaona ni muhimu ya kitazamwa na kitukumbusha uh -huh. Kuhusiana na ule mkataba wa Doha, Qatar ambao ulikutanisha serikali ya DRC na M23. Licha kwamba awali serikali ya Shisekedi ilikuwa inasema itaki ukame za moja na M23 kwa sababu wanasema hawa ni wasira, mkataba tumeusikia ule wa Doha, na huu akilinganisha yote miwili, anaona bado kuna sehemu kubwa ya kufanya kati ya DRC na M23 kuliko DRC na Rwanda. Kwa namna moja au nyingine yupo sahihi mm. Uh, kwa maana ya kuonesha eh, washiriki wakubwa kwenye mzozo hii mikataba miwili mm. ime, ina mtu mmoja dhidi ya parties mbili mm. Tofauti kwa mkataba wa Doha kama ambavyo ameelezea ni M23 pamoja na serikali ya Kongo, yupo sahihi, na kwa mkataba huu ambao umefanyika Washington ni kati ya Rwanda pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina watu wawili tofauti ambao hakuna mkutano ambao umewaleta watatu mm, kwa pamoja. Huenda pia kuna room ya kuja kufanya hivyo hapo baadaye. Sasa E, Marekani kama Marekani hawezi tu kufanya e, e, kuitisha watu kwenye meza mazungumzo, bila kuwa na taarifa za chini ardhi nini kinatokea, mpaka ameona umuhimu sasa wa kumuita, e, e, serikali ya Rwanda kukaa pamoja na serikali ya Kongo na kujadili, na badala ya kumuita serikali ya Kongo na M23, tayari anazo taarifa ambazo amejiridhisha kwamba e, e, e, nafasi ya Rwanda katika kutafuta suluhu hii ya mgogoro e, unaoendelea Kongo ni kubwa na kwa sababu tayari serikali ya Katari imeweza kuwashirikisha waasi na kufanya e, tayari e, kuna mmoja au nyingine waasi wameweza kushirikishwa katika muktadha mm -hmm. e, huo sasa, nini kinafanyika chini ya ardhi, hilo ni swala jingine tofauti kabisa. Kwa sababu e, watu wanaweza kudhani ni serikali tu ya Kongo pamoja na waasi na Rwanda mm -hmm. Kongo ina vikundi vingi sana, walau hichi cha ishirini na tatu ndo tayari kimechukua hayo maeneo ambayo yanaonekana e, e, mazila makubwa yameweza kutendeka kutendeka lakini lile linalosemwa kwamba huenda kuna uhusiano kati ya serikali ya Rwanda na, na, na waasi mm, e, linaweza kuwa ni jambo ambalo pia sio la kupuuza, linaweza kuwa ni fununu ambayo haitakiwi kupuuzwa. Mm. e, kama hawa wawili wanaweza kujadiliana na kuona ni namna gani wakawa na nia ya kuweza kuleta amani hilo, mm, ni swala la msingi sana kwa sababu E, nia kubwa ambayo inaonekana si tu kuchukua kuchukua madini na kufanya hivi lakini utekaji wa maeneo mm. Na inavyoendelea kutanuka na kuendelea kuchukua maeneo inatoa picha pana sana the fact kwamba hawa wapiganaji ni Wakongomani mm. Intention yao zaidi ni kuendelea kuchukua maeneo lakini baadaye hata kuiangusha serikali mm. Au kujitangazia uhuru wa hilo eneo. Yeah, kwa hiyo ndio yeah. Maana ni jitihada ambazo zinafanyika kwa okay. So, pande zote swala hili lina pande mbili za shilingi mm. Tumeona swala so la hiyo uh, amani ambayo Marekani inataka iwepo katika eneo la mashariki hmm. mwa DRC, lakini upande wa pili wa shilingi ni kile ambacho pia Trump alikizungumza kando ya mazungumzo haya, akisema kwamba uh, wametia saini mikataba ya madini muhimu hmm. kati yake na DRC moja na Rwanda na kwenye utangulizi tulisema hapa kwamba uh, hili eneo la mashariki mwa DRC eneo ambalo lina madini muhimu mhm mm ambayo yapo huko, lakini wamezongwa na vikundi mbalimbali mbali. mm -hmm. ni eneo ambalo pia linatazamwa na mataifa mengi hapa duniani mataifa makubwa mm -hmm. China analitazama pia mm -hmm. Urusi, Urusi pia inaonekana analitazama, inaonekana kama ni Marekani alikuwa anachanga karata zake za kutumia amani ili kuwazidi wenzake kwenda haraka katika eneo hilo. Kinachonisikitisha na au kinachoumiza lakini ndio uhalisia wa maisha ni kwamba sasa hivi amani inatumika kama bidhaa yaani watu wanaweza kutrade kuhusu amani, ni namna gani tutoe hiki, mfanye hivi ili tuwatafutie amani ya kudumu. Na Marekani hajajificha kwenye hilo, ameionyesha wazi kwamba tunawaita hapa tufanye suluhu, kwa sababu tunataka kuendelea kuchimba madini, tuendelee kufanya biashara na ninyi. Mnajikuta hamna option, yaani unaweza kusema kwamba bwana, tutalinda madini yenu. Uwezo wa kulinda madini hayo huna nakulazimu kukaa kwenye meza mazungumzo, kukubaliana yeah, na masharti, hata kama yanakuumiza, lakini kwa sababu unataka kusaidia walau kurejesha tumaini kwa watu wako wale walioondoka, wali waweze kurudi. Kwa hiyo amani imekuwa kama bidhaa nyingine yeah, yoyote ambayo watu wanaweza kufanya, lakini ndiyo natupa funzo kwamba amani ina gharama. Gharama yake ni nini? Inaweza kuwa ni gharama ya maisha ya watu, inaweza kuwa ni gharama ya eneo, inaweza kuwa gharama ya madini ikaweza kutumika rasilimali ambayo mnayo ambayo ikaweza kwa ajili ya kuweza kupata amani ya kudumu. mm -hmm. Kwa hiyo nafasi ya Marekani kwenye eneo hili ni tunamwita opportunist, mtu ambaye ameuchukua mgogoro kama fursa hey, hana nia ya dhati ya kweli ya kutafuta amani ya Kongo. mm -hmm. Ana nia ya dhati ya eneo hilo kuwa salama ili makampuni yake yaweze kufanya kazi. mm -hmm. Kwa sababu eh, kama wanaofanya biashara hiyo wana, wanafanya katika mazingira magumu, manake mapato ambayo anayapata mm -hmm. yatakuwa madogo sasa ni eneo ambalo China analiangalia kama ambavyo mesema Urusi analiangalia mataifa mengine. Kuna mataifa mengi ambayo wanafanya eneo hilo lishindwe kutawalika. Sasa ni nini kifanyike? Bado ni swala gumu sana kuweza kuwa na jibu la moja kwa moja, kwa sababu ni mgogoro ambao una actors wengi ambao. Wanalikuwa ulichokizungumza ni kile ambacho pia tulijiuliza, Marekani ni msuluhishi wa kweli ama ana lake jambo? Unajua Raymond, Trump Trump ananifurahisha sana. Ana migogoro ni mingi sana mpaka sasa kama nane kumi hivi anajaribu kuchipi ni, mm. hamasi mm. anaingia yeye yeah, yeah. si Marekani ni Trump, mm. Trump kama Trump ambaye anatafuta mm. anatafuta yeah, suluhu, lakini anatafuta suluhu yeye yeah, kama mhafidhina mm. ni, ni mtu ambaye anaamini katika matumizi ya nguvu. Sasa usuluhishi mm. si nguvu peke yake inaweza <laughs> kuleta suluhu, majadiliano ya kina yanayohitaji kitu tunaita critical thinking, kuanza yeah, kwa kina yeah, na ku argue yeah, yeah. kuweza kutafuta suluhu. Yeye yeah, anaamini katika matumizi ya nguvu, ni mtu ambaye tunamchambua sisi ambao tunafahamu sayansi ya siasa Dio. Yeah. ni mtu anaamini katika eh, kutumia, nguvu, kutumia nguvu kupata kutafuta suluhu kwa sababu ya taifa hata, hmm. na makuzi yake ameweza kumfikisha kuwa hivyo, hmm. kwa hiyo yeye si mtu sahihi sana katika negotiation, hmm. kwa sababu mara nyingi yeye ndo anakuja na draft na kuwaletea mezani, wakati makubaliano ni mchakato ambayo ni ninyi ambayo mnahusika na yale makubaliano mnachakata wenyewe na kuona chini ya msimamizi ambaye ndio yule msuluhishi hmm ndio mnaona nia ya dhati ya msuluhishi kuwaletea amani ya kweli, yeah. Lakini yeye ambapo anakuja ana, ana na, na temze zake kama tunavyoona kwenye Urusi na Ukraine mm. Ni jambo ambalo linaleta walakini, mpaka wengine wanaweza kuwaza kwamba labda anatafuta nafasi ya kupata tuzo ya amani, ambayo atakuwa ni mshiriki pekee ambaye anatumia nguvu na kuonyesha dunia kwamba ninaleta amani ili niweze kupata tuzo na aweze kusatisfy moyo wake. E, alishasema anaitaka tuzo ya amani, anaitaka kweli kweli. Anaonesha ni kwa namna gani anaitaka. Anaitaka. Sasa, tunafahamu katika kutafuta suluhu na kati ya Rwanda na DRC, lakini pia amani ya eneo la mashariki mwa DRC mwanzoni nitaja jitihada ambazo zimekuwa zinafanyika, mm -hmm. Na kuna wakati ilionekana kama Rais Felix Tshisekedi kama ana imani na vyombo vinavyomzunguka mm -hmm. Kwa maana ya jumuiya zinazomzunguka zungu, sadiki mm -hmm. Alifanya ya kwao ikashindikana, jumuiya Afrika Mashariki ikafanya ya kwao ikashindikana, Marekani ndo alipokimbilia, na mwanzo alionyesha kwamba yuko tayari kuzungumza na Marekani ili tu hakikishiwe usalama katika hilo eneo mm -hmm. Wameenda wameingia makubaliano, wanarudi, ni wanachama wa jumuiya Afrika Mashariki mm -hmm. katika eneo hili ambalo wanaishi huko Sadik Afrika Mashariki wanatakiwa kukaa nao katika mlengo gani ili kuhakikisha kwamba maana ni majirani zao ni wanajumuia wenzao, awezi kuwaacha. Hizi uh, jumuia zetu zina, zina, migogoro ni moja ya changamoto ambazo mm. jumuiya zetu Afrika Mashariki au SADC hata mmoja wa Afrika wanakutana nayo. Kwa hiyo mnapokutana, e, mathalani jumuia ya Afrika Mashariki kwa mfano mataifa haya saba ambayo yapo humo ndani mm. kukuta taifa ambalo liko stable moja kwa moja limetulia, mm. na halina migogoro ya ndani ni gumu mm. Kwa hiyo hiyo kidogo inakutolea a, a, tunasema ile, ile, ile nguvu ya kuwa e, kumnyoshia kidole mwingine. Kwa nini? Kwa sababu na wewe mifumo yako ya ndani ina changamoto, lakini tusipepese macho pia kwenye kusuluhisha migogoro, kwenye jambo kama hili hmm. e, mkubwa A anaangaliwa pia kwa uwezo wake wa kiuchumi, kwa sababu kuniita tu mimi nje nizungumze bila kuniachia chochote, kwa watu wengi wa Kiafrika ni wagumu sana kulielewa. Lakini tunachokiamini kwamba wanapokwenda huko Katara, wanapokwenda Marekani, kuna nguvu ya uchumi ambayo inafanya kazi, inayomshawishi mtu huyu kuja pale kuweza kwenye meza mazungumzo, tofauti na kwamba Tanzania ambayo labda itaweza kuwa na nia ya thabiti kabisa ya kutafuta amani hapo, ikiwaita waje Arusha au waje Dar es Salaam kwa ajili ya mazungumzo mm -hmm, kuna mwingine anaweza kusema siji nasiji kwa sababu anakuona kwamba huna nguvu ya ushawishi ya kiuchumi ambayo ndio direction ya mataifa mengi inayoangalia kwa sasa, lakini tusipuuze kabisa juhudi ambazo zinafanywa na SADC, juhudi ambazo zinafanywa na East African Community, kwa sababu sisi ndio waathirika wa hii migogoro na tunaichukulia kwa jicho lile la kwamba ni wenzetu Jum. ni wenzetu ambao tungetamani usiku moja wawe salama. Kongo inapokuwa sio salama, ni automatically Tanzania kama majirani zake Rwanda, Burundi wataweza kuathirika hapo lakini kama pia kuna nchi wanachama wa jumuiya hizo waja, wanajinufaisha na mgogoro ambao unaendelea e, ni jambo pia ambalo jumuiya litakiwa lipaswe kufahamu na wanapomwona e, nchi ambayo kama Kongo inalalamika dhidi ya taifa a na b kwamba tunawaona kwamba ninyi ndio mna fueli mgogoro huu, au mnauchangia mgogoro huu kukua kuna haja ya kuangalia mataifa mengine ambayo hayana interest ya moja kwa moja na Kongo kuangalia wale kama wana uwezo wa kuweza kuingilia Kongo na kuweza kuisaidia. Kwa hiyo ni juhudi ambazo zinagusa mataifa ya nje mm, lakini zinagusa pia na jamii nayo tuzunguka, kwa kwamba kwenye usuluhisho wa migogoro lazima kuwe kuna mtu mwenye sauti ya kusema we acha na akasikilizwa na, akasikilizwa. na akasikilizwa, ni kweli Gonde, mimi nikushukuru sana. asante na asante kwa kushiriki katika kipindi hiki na kwa asante kwa uchambuzi ambao umetupatia asante sana Godwin Gonde. Yeye ni mchambuzi wa diplomasia na siasa za kimataifa. Tumeliangalia zaidi eneo la mazi u hususan katika nchi za DRC pamoja na Rwanda. Mkataba wa amani ambao umesimamiwa na Marekani ndio ambao umetuweka zaidi katika mjadala huu, ni kwa namna gani utatekelezeka. Ametuambia hapa tusubiri tuupe muda, ili tuone kwa namna gani utafanikiwa. Mimi ni Raymond Nyamwihula, asante sana kwa kuwa nasi, tuendelee kukutana katika mjadala mbalimbali kwenye uchambuzi huu wa diplomasia na siasa Kima za kimataifa. Endelea kuitazama UTV.